Kwa majina anaitwa Mchungaji Jafeti Joni Jafeti, mchungaji wa mtaa wa majaribio Malindi B ambao unatengenezwa na makanisa nane na makundi mawili na matawi manne, ambayo kwa siku ya leo tumejumuika hapa kanisa la Waadventista wa, wa Sabato Shume katika makusudi mawili, moja kupata semina za mziki, namna ya kuimba mziki wa Kikristo, mziki wa Kiadventista ambao tumekuwa na mafunzo mbalimbali, na kila kwaya katika kanisa limekuwa hapa likijifunza na kutoa kile ambacho wanacho kwa ajili ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Lakini pia dhumuni la pili katika kongamano hili ni kwa ajili ya kukusanya sadaka ya ujenzi wa nyumba ya mchungaji. Kwa hiyo kongamano hili limekuwa na matukio makubwa mawili ya kukusanya sadaka ya ujenzi wa nyumba ya mchungaji wa mtaa, lakini pia na kujifunza na semina mbalimbali za uimbaji tumebarikiwa sana na tumekuwa na umoja, tumekula pamoja, tumekuwa na ushirikiano wa pekee na kila kwaya imejumuika. Na kwa zoezi hili tulikuwa na malengo ya kukusanya shilingi milioni mbili kutoka kwa kwaya zetu, na kwa neema ya Mungu mpaka sasa tumekusanya laki tisa na elfu hamsini na hadi ya shilingi laki tatu na sabini elfu ambazo hizo ziko kwa mhazini na hiyo pesa nyingine kila mmoja anarudi kupambana na kuimalizia kwa ajili ya kufanikisha zoezi letu la ujenzi. Nyumba yetu ya mtaa tumejitahidi kwa sehemu kubwa, tumemaliza hatua ya msingi na tumeanza kujenga kuta mpaka hatua ya madirisha na katika fedha hizi tulikusudia kwamba zisogeze kufikisha hatua ya kumaliza tofali ili tuende kwenye kupaua, ili kazi ya Mungu ishe katika mtaa huu. Kwa ajili ya kumaliza nyumba ya mchungaji tumekuwa na baraka wa pekee, kwaya mbalimbali zimekuwepo, lakini pia na mchungaji wa mtaa wa Malindi A alikuwa hapa, Pastor Nyarira. Tumebarikiwa wote kwa pamoja, na kazi ya Mungu imeinuliwa kwa kazi njema ambayo kila mmoja amejitoa kwa kazi hiyo. Mungu atubariki. Kwa majina mimi ni Daniel Praygod Juma Mgumi, mzee wa kanisa la Shume, kanisa mwenyeji la kongamano hili la kwaya kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa nyumba ya mchungaji mtaa wa Malindi B. Na kongamano hili la leo kwa kweli limetubariki sana, kwa sababu kwaya zote za mtaa wa Malindi B zimeshiriki na pia na kwaya nyingine kutoka Lukozi mtaa wa Malindi A. Hey. Tulikuwa nao tumejumuika nao pamoja wakati tunajumuika hapa, wametubariki sana kwa njia ya nyimbo. Leo nyimbo, nyimbo zimeimbwa nzuri sana kwa kweli tumebarikiwa sana. Lakini pia kupitia uimbaji huu na changizo hili la nyumba ya mchungaji, kwa kweli mimi binafsi kama mzee wa kanisa na kama msafiri wa kwenda mbinguni nimeguswa sana, nimefarijika sana na ninachoomba ni kwamba tunatamuomba mchungaji aendelee kutuletea makongamano kama haya ya kwaya, maana yanabariki watu wengi, kwa sababu leo waliokusanyika hapa si wa Adventista wa Sabato peke yao, na watu wengine walikuja kuangalia nini kinachoendelea katika kanisa hili la Shume, lakini pia hata na wengine wanauliza mtaani kwamba kuna nini, na ujumbe umefika. Kwa hiyo ni moja ya uinjilisti umefanyika katika siku ya leo Uwamina. Uwamina Mwenyekiti wa kamati ya ujenzi wa nyumba ya mchungaji Malindi B, tumeshiriki katika ujenzi huu tangu mwaka uliopita, mwaka elfu mbili ishirini na nne mpaka hatua tuliofikia, hatua wa... chini ya kuanza ujenzi wa tofali. Changamoto zipo mbalimbali, kwa sababu namna moja au nyingine watu wa maeneo haya wengi wa o tanapotokea changamoto ya hali ya hewa inapokuwa kidogo haiendi vizuri, tayari mambo yanasimama ya i. Nakuta kwa kipindi hiki, kipindi kidogo cha mavuno, watu wameanza kushiriki katika mchangiaji wa salama, hatimaye nyumba hii ya mchungaji ikaweze kuendelea. Leo tunashukuru kwa sababu uongozi wa mtaa wa Malindi tumeshirikiana katika kuleta kongamano hili la kwaya. Kwaya ni moja ya wasi, wasukumaji wazuri katika kwenye maujenzi kama haya, kwa hiyo tunakuta tuna makanisa nane. Ndani ya makanisa nane haya, kila mmoja alishiriki kwa namna moja au nyingine katika kuchangia ujenzi huu, ikiwa ni awamu ya pili. Awamu ya pili lengo lake ni ujenzi wa kuta kuanzia kwenye tofali hadi kufikia kwenye lenta hadi kupaua. Tumekusanya kiasi fulani takribani cha karibia milioni moja pamoja na ahadi kwa siku ya leo, na tunaamini kwamba zitatusaidia kwa kiwango kikubwa kusukuma kazi hii. Lakini pia ni wito tunatuma kwa kila mmoja wetu ambaye anajua kazi tunayoendelea nayo ni ya kiinjilesi anaweza kushiriki kwa namna moja au nyingine, hata kuchangia kwa sadaka au hata kwa kile alicho nacho. Hata aidha una miti tupate mbao, aidha za lenta pia za kuwezekea. Lakini pia hata kwa namna moja au nyingine, kama mtu anaweza kutupatia saruji zinaweza zisaidie kazi ya kuendeleza ujenzi huu. Tunaamini kabisa tukishirikiana kwa pamoja, kazi hii itafika mahali hii nyumba ikamilike na nina uhakika kwamba nyumba kama ile si kwamba ni ya kutangaza lingine zaidi ya uinjilisti wa kueneza kazi ya Bwana. Hata wachungaji wengine ambao wataendelea kufika maeneo haya wataendelea kukaa pale katika eneo lile, lakini pia ni moja ya uhamasishaji, hata wengine wana, walioko pembeni wakiona ushirikiano wetu ni moja ya kuona kwamba kumbe watu wana umoja, na siku ya siku nao wanakuwa pamoja, wanajiunga ni moja ya injilisti. Nina nina imani shughuli kama hizi zikiendelea katika maeneo yetu mbalimbali mbali, za kongamano kama hili la leo ambalo limeshirikisha kwaya zote nane za makanisa yetu, basi na wengine wanashiriki kupata uinjilisti kupitia kwaya hizi, kwa sababu kwaya tuna imani ni injilisti na wako wengi waliokuja ambao si Waadventista wa Sabato, wamependezwa kuja kusikiliza kwaya zinavyoendeshwa, na kiukweli, kuna kitu kuna mbegu ambayo wanaipata kupitia kongamano hili. Ninashukuru kwa haya machache, ninaamini kazi ya Mungu itadumu kusonga mbele. Asante. Mimi naitwa Rizaeli Rashidi Bura, naimba kwa kwaya hii, naimba sauti ya kwanza. Leo kulikuwa na kongamano ambalo limenigusa sana ambalo linamtangaza Yesu. Natamani tena ile kongamano lirudie lije tena kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu. Kwa majina naitwa Pendaeli Jeremia Salimu, nina ninaimba katika kwaya ya Waadventista wa Sabato kanisa la Shume. Katika siku ya leo, siku ya kongamano, tumekuwa na uimbaji, wanakwaya tumeimba tumefanya vizuri ikiwemo kwaya yangu ya kanisa la Waadventista Wasabato shume. Katika siku ya leo, kitu ambacho nimejifunza ni kuimba kwa ubunifu. Nimejifunza kwamba ninapaswa kuimba kwa. Pia natamani tuwe na makongamano mengine kama haya, kwa sababu katika makongamano kama haya tunajifunza mambo mengi kutoka kwa watu mbalimbali, kwa sababu tunakuwa na muunganiko wa kwaya mbalimbali, kwa hiyo mbali mbali wanapokuja tukijumuika pamoja tunajifunza mambo mengi kwao na wao wanajifunza kwetu. Kwa hiyo makongamano kama haya ni muhimu na tunatamani yaendelee kuwepo tena. Kwanza kabisa nashukuru kwa kongamano hili ambalo limefanyika siku ya leo, limekuwa mvuto mkubwa sana kwa majirani na hata kwa ajili ya kujenga kazi ya Mungu, kwa sababu kazi hii au kongamano hili linakonga mioyo ya watu, hata wale ambao ni majirani zetu ambao wamezunguka maeneo yetu lazima wamefika wa, wa katika maeneo haya na wameguswa sana na mwitikio huu na kongamano hili ambayo limefanyika, hasa katika upande wa music. Nyimbo zinakonga nyoyo za watu, na watu wanashukuru sana kwamba hili kwa kweli ni baraka njema sana. Kwa hivyo ndio maana tunasema kwamba uongozi ambao uliweza kuwatoa kufika huku katika maeneo haya, Mungu wabariki sana, na hii isiwe ni mara moja tu, hata kwa wakati mwingine mfike, ili kazi ya Mungu iendelee. Na unapoangalia katika maeneo yetu jinsi yalivyo, natumaini hata taratibu zake umeangalia kwamba kukodi, lakini huku ndio neema za Mungu pia zipo, na tunashukuru kwamba hata kazi za kiofisi za juu Mungu atatutangulia, mambo yataenda vizuri. nashukuru sana kwa ujio wenu ambao umefika katika kanisa hili la Shume, Mungu awatangulie awabariki sana kwa sababu kazi mliofanya ni kazi njema sana, ni moja ya kulitoa kanisa mahali na kulipeleka mahali kwa hiyo nashukuru uongozi ambao uliwatoa na kufika katika maeneo yetu. Kwa hiyo, mbarikiwe sana. Hizo ndio shukrani zangu za pekee ambazo zinatoka kwa Bwana Daniel Stefano Mbaga ambaye ni kiongozi pia katika kanisa hili la Shuma. Kwa hiyo, nikutakie baraka njema za Bwana. Mungu awabariki sana.